Ofisi ya Rais Menejimenti ya Utumishi wa Umma na Utawala Bora, kama ofisi simamizi, katika kuadhimisha wiki hii ya huduma kwa mteja, tumeendelea kuzingatia misingi ya maadili ya ofisi yetu ambayo ni uzalendo, uadilifu, ubora na utendaji, na mteja kwanza. Nichukue fursa hii kuzielekeza taasisi za umma kutumia wiki hii ya huduma kwa mteja kujitafakari, kujifunza na kujipima kupitia mrejesho uliotolewa na unaendelea kutolewa na wateja wao ili kuboresha tabia, mienendo na taratibu za utoaji wa huduma kwa wateja kwa maslahi ya taifa. Ndugu wanahabari, mwisho lakini si kwa umuhimu, niwaombe watumishi wa umma wote mambo makuu mawili. Kwanza, kuitumia wiki hii kama chachu ya mabadiliko ya kiutendaji na kujenga taswira chanya kwa wananchi kwa kuwa utoaji wao wa huduma bora kwa kuzingatia misingi ya maadili utachangia kupunguza malalamiko na kuleta tija, kuleta ustawi na kuendeleza kujenga imani ya wananchi kwa serikali yao. Mwaka jana wakati wa maboresho ya daftari la wapiga kura, uh, tulitoa maelekezo Ofisi ya Rais Utumishi kwamba watumishi wote wa umma wajitokeze kwenda kuboresha taarifa zao katika vituo vya kupiga kura nakumbuka kulikuwa na awamu kama mbili hapa Dodoma zilifanyika, na lengo lilikuwa na inachukua wale ambao walihama kutoka sehemu moja ama nyingine. Kwa hiyo tuliwasisitiza watumishi wa umma wakaboreshe taarifa zao, na tulitahadharisha kwamba hakutakuwepo na fursa yoyote ya mtumishi kuomba ruhusa ya kwenda kupiga kura nje ya kituo chake cha kazi kwa sababu fursa ya kujiandikisha ilitolewa lakini kwa vyovyote vile wapo watumishi ambao wamehamishiwa Dodoma baada ya mazoezi ya kuboresha taarifa zetu kwenye madaftari yale zimetoka. Tutawaruhusu wale ambao wana, wana changamoto hiyo. Lakini utaratibu wa tume upo kwamba kama unakosa kupiga kura, kama utakosa kuwepo kwenye kituo chako cha kupiga kura, tume uchaguzi wanaruhusu kupiga kura ile ya rais, utakosa ya mbunge na diwani, lakini ya rais inaruhusiwa. Kwa kwa wale ambao watashindwa kwenda kupiga kura katika vituo vyao vile walivyojiandikisha kwa sababu mbalimbali, inawezekana mbali, mtumishi wa umma amekwenda safari ya kikazi kamkuta tarehe ya uchaguzi kwa huko, au mtumishi wa umma amehamishiwa Dodoma wakati tayari maboresho alishafanyika, anaweza anaeza akatuma option hizo zote mbili, aidha kupiga kura ile ya rais pale ambapo hakujiandikisha au kurudi kwenye kituo chake cha alichojiandikisha kwenda kupiga kura. Ruhusa hiyo itatolewa.